Mradi wa maji uliojengwa na mgodi wa dhahabu GGM wilayani Geita umezinduliwa rasmi na unatarajiwa kuwa ufumbuzi wa kero ya muda mrefu ya kukosa maji kwa wakazi wa mji wa Geita. Taarifa ya Valence Robert kutoka Geita inasoma hapa studio. Akizungumza mara baada ya kuzindua mradi huo mkubwa ulioko katika eneo la Nyamikanga, kata ya Mtakuja wilayani humo Makamu wa Raisi Samia Suluhu Hassan amewataka wakazi wote wa wilaya hiyo kuutunza mradi huo na kuchangia kidogo, ili kuufanya kuwa endelevu. Ni mradi wenu, hamdabuli kuutunza, hamdabuli kuchangia, ili maji yatoke sasa hivi na kesho na haramu. GGM imechangia bilioni za kitanzania kumi na mbili. Nazungumzia bilioni, sio milioni, bilioni kumi na mbili za kitanzania katika mradi huu, mradi umekamilika. Naye waziri wa maji na umwagiliaji Gerson Lwenge ametahadharisha kuwa wizara yake haitawavumilia wafanyakazi wanaokwamisha utoaji huduma bora kwa wananchi, huku baadhi ya wa wananchi wakizungumzia changamoto ambazo wamekuwa wakikabiliana nazo wafanyakazi wa wizara ya maji. Nimewaambia kila mmoja lazima ajipime pale alipo, kama nafaa. Lakini kama kuna mtumishi wa maji ambaye hafanyi kazi inayotakiwa, tutamuondoa namna yake. nimboa promotion ya punguzwa na wale maungamishi ya maji kutoka shilingi laki na ishirini hadi shilingi elfu 30 kwa wateja wa kwanza mia tano na wale ambao wataitia maunganisho kabla ya tarehe 31 ya Bwana tumehangaika sana. Tukienda tusimame kule kuchota maji yao. Kipindi kwa hicho vile kuanza kunyesha ndio ndio inaanza kutumia kidogo kidogo, wakati kiangazi kwa kweli. Anapenda sana. Akiwa mkoani Geita, makamu wa rais amezindua miradi mbalimbali ikiwemo hospitali ya mkoa pamoja na mradi wa ushonaji wa nguo kwa kina mama wenye ulemavu wa viungo ambapo GGM imechangia zaidi ya shilingi bilioni kumi na tano.